U hali gani, mtazamaji wa TVE. Karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri yali na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa, karibu hadi tamati kifuatacho ndani ya TVE habari. Na miongoni mwa tulionayo leo hii ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Saidi Johari kushika wadhifa huo tena. Jumla ya watahiniwa laki tisa elfu thelathini na saba mia tano themanini na moja sawa na asilimia themanini na moja nukta nane sifuri ya watahiniwa wafaulu mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi. Na katika habari za kimataifa watu 66 wafariki dunia na mamia ya maelfu wakikimbia makazi yao kufuatia kimbunga kiitwacho Kalmaegi nchini Ufilipino. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amemwapisha Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Hamza Saidi Johari kufuatia kuteuliwa tena kushika wadhifa huo katika muhula wa pili wa serikali ya awamu ya sita. Taarifa zaidi na Recho Chacha. Rais Dr Samia ambaye amechaguliwa na kuapishwa Novemba tatu mwaka huu kuongoza tena taifa la Tanzania kwa miaka mitano ya awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita alifanya uteuzi huo wa mwanasheria mkuu siku ya kwanza baada ya kuapishwa. Hatua hiyo ni kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania ambayo inataka rais kumteua mwanasheria mkuu wa serikali mara baada ya kuapishwa, ikiwa ni mwanzo wa utekelezaji wa majukumu katika kipindi cha uongozi wake katika hafla hiyo fupi iliyofanyika ikulu cha Chamwino mkoani Dodoma, imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali akiwemo makamu wa rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi, Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson, Jaji Mkuu wa Tanzania George Antony Masajo, pamoja na viongozi wengine waandamizi wa serikali wakiongozwa na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kushukuru sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Jumla ya watahiniwa laki tisa, elfu thelathini na saba, mia tano themanini na moja sawa na asilimia themanini na moja nukta nane sifuri ya watahiniwa milioni moja, laki moja, elfu arobaini na sita, mia moja sitini na nne, wenye matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025 wamefaulu kwa kupanda madaraja A B na C. Tupate taarifa zaidi na Recho Chacha jumla ya watainiwa zaidi ya milioni moja walisajiriwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi wakiwemo wasichana laki sita na 37162 sawa na asilimia 54.35 na wavulana 535162 na sawa na asilimia 45.65. Kati ya watainiwa waliosajiriwa, watainiwa wenye mahitaji maalum walikuwa 4682 sawa na asilimia 0.40. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani la Tanzania Nekta Profesa Said Mohamed amesema kati ya watainiwa hao waliosajiliwa watainiwa milioni moja laki moja na arobaini na sita elfu mia mbili thelathini na moja sawa na asilimia tisini na saba nukta saba saba walifanya mtihani huo ambapo wasichana ni laki sita ishirini na sita elfu mia moja arobaini na saba na wavulana ni laki tano ishirini elfu na themanini na nne na watainiwa ishirini na sita elfu tisini na tatu hawakufanya mtihani huo. Takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 0.93 na kufikia asilimia 81.80 kwa mwaka huu 2025 kutoka asilimia 80.87 ya mwaka 2024 na asilimia 80.58 ya mwaka 2023. Hivyo watahiniwa laki tisa na elfu thelathini na saba, mia tano themanini na moja wamefaulu kwa kupata madaraja ya A, B na C. Pamoja na ufaulu wa jumla kupanda ubora wa ufaulu nao umeimarika kwa asilimia moja nukta sifuri saba e, na kufikia 36.9, sawa na watahiniwa laki nne ishirini na mbili elfu mia tisa ishirini na tatu mwaka 2025 waliopata daraja la A na B. Mwaka 2024 ubora wa ufaulu ulifikia asilimia 36, na mwaka 2023 ni wakumbushe ubora wa ufaulu ulikuwa asilimia 27. Baraza la Mtihani Tanzania pia limezuia matokeo ya watainiwa 245 waliopata changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuugua na hivyo kushindwa kufanya mtihani kwa idadi kubwa ya masomo au yote ambapo watainiwa hao wamepewa fursa ya kurudia kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2026. NECTA pia limefuta matokeo ya watainiwa 31 waliobainika kufanya udanganyifu na saba walioandika lugha ya matusi katika skripti zao. Katika hatua nyingine, Profesa Mohamed ametangaza upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili ambao utafanyika tarehe 10 Novemba hadi ishirini Novemba mwaka huu katika jumla ya shule za sekondari 6238 Tanzania bara huku maandalizi ya upimaji huu, yakiwa yamekamilika. Katika upimaji huu jumla ya wanafunzi laki 898,755 wamesajiliwa, ambapo kati yao 889,266 ni wanafunzi wa shule na 9,489 ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 396,383 sawa na asilimia 45 na wasichana ni laki nne tisini na mbili elfu mia nane themanini na tatu sawa na asilimia hamsini na tano. Ni kushukuru sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Baraka Leonard ametoa tangazo la kuita wabunge wa teule Dodoma kuhudhuria mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu utakaofanyika tarehe 11 Novemba 2025. Taarifa zaidi na Good Luck Msola. Kwa mujibu wa taarifa ya bunge iliyotolewa na kusainiwa na katibu wa bunge imesema kwamba Kikao cha kwanza cha mkutano wa bunge la 13 kitafanyika tarehe 11 Novemba 2025 kama ilivyotamkwa kwenye tangazo la rais lililotolewa kwenye gazeti la serikali toleo maalum namba 11 ya tarehe 4 Novemba 2025. Leonard ameeleza kuwa shughuli zitakazofanyika katika mkutano huo ni pamoja na tangazo la rais la kuitisha bunge, uchaguzi wa spika kiapo cha uaminifu kwa wabunge wote, kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu pamoja na uchaguzi wa naibu spika. Katibu huyo wa bunge pia ameeleza kuwa kunafanyika shughuli ya ufunguzi rasmi wa bunge jipya utakayofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan. Utaratibu wa uchaguzi utakaotumika kuweza kujaza nafasi ya spika na naibu spika wa bunge umetangazwa katika tangazo namba 14824A na namba 148248 kwenye gazeti la serikali toleo maalum namba 11 yani special supplement na toleo namba 4 la Novemba 2025. Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kwamba wabunge wateule wote wanatakiwa kufika wakiwa wamevaa mavazi rasmi kwa ajili ya zoezi la usajili na upigaji wa picha pamoja na nyaraka za hati ya kuchaguliwa ama kuteuliwa kuwa mbunge, sanjali na kitambulisho cha taifa, nakala ya kadi ya benki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 Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA imetangaza kutoa vibali vya miezi mitatu kwa wamiliki wa mabasi ya daladala kwa njia ya kutoka kituo cha mabasi cha Mbezi Luis kwenda Posta, Mnazi moja na Muhimbili ili kutatua changamoto ya usafiri kwa wananchi wa maeneo hayo kutokana na serikali kusitisha usafiri wa mwendokasi kwa muda kufuatia kuharibiwa kwa miundombinu ya usafiri wa mwendokasi barabara ya Morogoro njia ya Kimara. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa LATRA CPA Habibu Suluu amesema kwa sasa LATRA imetoa vibali vya daladala 150, hivyo waombaji wanatakiwa kuwasilisha maombi kupitia mfumo wa REMS ili kupata nafasi ya kutoa huduma, huku akisisitiza mabasi yatakayowasilishwa katika maombi ni lazima yawe na uwezo wa kubeba abiria kuanzia 26. Suluhu amesema ruti zitakazotolewa vibali ni ruti za Mbezi Luis kwenda Mnazi Mmoja, Mbezi Luis kwenda Posta na Mbezi Luis kwenda Muhimbili, ambapo vibali hivyo vitadumu kwa kipindi cha miezi mitatu, wakati serikali kupitia kampuni ya mabasi yaendayo kwa haraka wakiwa wanajipanga kufanya marekebisho ya miundombinu iliyoharibiwa wakati wa vurugu za maandamano zilizotokea siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba. Tunapenda kuwatangazia wasafirishaji wa jiji la Dar es Salaam wa usafiri wa mabasi ya mijini maarufu kama daladala kwamba tunatoa vibali kwa wale wenye kutaka na wenye mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria ishirini na sita na kuendelea, kwamba walete maombi kupitia mfumo wetu wa rims, ya kutoa huduma kwa njia zifuatazo: kutoka Mbezi Luis kwenda Posta, kutoka Mbezi Luis kwenda Mnazi moja, kutoka Mbezi Luis, kwenda Muhimbili na kutoka Mbezi Luis kwenda Makumbusho. Tuna nafasi mia na hamsini kwa mabasi yenye uwezo wa abiria beba abiria 26 na kuendelea atakayewahi tutampa nafasi ya mwanzo. Hata hivyo, Sulu amesema kuwa ruti ya Mbagala ambayo ni BRT mbili iliyo chini ya mwekezaji Mofat, kwa sasa serikali haitatoa vibali kwa daladala kama ilivyofanyika kwa njia ya Mbezi kutokana na njia hiyo kutoathiriwa pakubwa na badala yake kutoathiriwa pakubwa na badala yake watasitisha dati kwa kushirikiana na mwekezaji kufanya marekebisho madogo katika kituo cha mabasi cha Mbagala kisha kuruhusu huduma za usafiri kuendelea kama kawaida. Kwa upande wa njia BRT2 ya kwenda Mbagala, e, hii ilitolewa kwa mwekezaji Mofat. Hii ni BRT2 awamu ya pili ya mradi wa mabasi yendayo haraka. E, njia hii haina uharibifu mkubwa wa miundombinu ile ya ya, ya, ya kukata tiketi na kuingia. Kwa hiyo, marekebisho haya yatakamilika sio muda mrefu, na wenzetu wa dati wakiwa tayari, Mofati atarudi kuendelea kutoa huduma. Sababu ni kituo hasa cha Mbagala kile ndo, e, zake mkili haribiwa. Kwa hiyo wanarekebisha, wakikamilisha na kuona mifumo inaendelea kufanya vizuri, basi wataanza kutoa huduma. Na kwa sasa tunasema kule hatuna matangazo ya kusema mabasi ya muda. Kwa sababu tayari hapo mabasi ambayo yanasaidia tumia njia za pembeni lakini natarajia kwamba mafuta yakirudi e, huduma zitarejea katika hali ambayo ilishaanza kuwa nzuri. Shughuli mbalimbali zimeendelea kuimarika katika jiji la Dar es Salaam, siku chache tu baada ya kupita tangu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa maelekezo ya kuhakikisha shughuli zinarejea kama kawaida baada ya uchaguzi mkuu. Taarifa zaidi, tuungane na Mrisho Mapeyo. Wakizungumza jini Dar es Salaam, kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema vurugu zilizofanywa na baadhi ya vijana wakati wa uchaguzi na kupelekea serikali kutumia nguvu kubwa, ikiwemo kuweka zuio la kutotembea limesababisha adha kubwa kwenye maisha, sanjari na kusababisha uharibifu wa miundombinu. Hivyo wamewataka vijana kujifunza na kuepuka vitendo hivyo. Sisi upande wetu wa kazi wa Dar es Salaam, imekuwa ni changamoto kwa sababu miundombinu ambayo ambayo ilikuwa ikitengenezwa na Mama Samia ilikuwa ni moja kati ya kusaidia sisi wafanya kazi pia na waajiriwa pia na raia wote kwa ujumla. Kwa hiyo hii changamoto imekuwa ni kubwa na imekuwa kituasi sana, kwa sababu hali ya kuharibu vituo vya mwendokasi na kadhalika imekuwa ni changamoto pia, kwa sababu shughuli zingine zitabidi zisimame kwa ajili ya kutengeneza vitu ili fanyeje, ili tuje tuweze kupata tena usafiri upya. Kwa hiyo tutachukua changamoto kidogo. Nimekuja kutoka Kinondoni, mwendokasi hakuna, nimekuja na bodaboda mpaka hapa kwa shilingi elfu tano. Nimeingia zangu tawni kwa mguu. Mbona nimetoka mguu nimeingia sokoni kununua vitu, na hapa naanza safari kwenda Kinondoni kwa mguu pia vile vile. Nitumia shilingi elfu tano ina maana hiyo elfu tano naibana tena nyingine nisitumie, niende kwa mguu ende kasaidia watoto na familia, mkuwa natumia shilingi au mia saba mpaka tauni na kurudi shilingi 1400. Hata hivyo katika kutekeleza maelekezo ya rais Dr. Samia, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa taarifa rasmi ya kuanza kurejea huduma mbalimbali muhimu za kijamii katika mkoa huo, ikiwemo uingizwaji wa malori ya vyakula, usafiri wa mabasi ya mikoani, pamoja na biashara ya nishati ya mafuta ya petroli na dizeli, huku akipiga marufuku uuzwaji wa nishati hiyo ya mafuta kwenye vidumu. Akizungumza jini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa Albert Chalamila amesema wakati vyombo vya dola vikiendelea kuimarisha amani baada ya matukio ya vitendo vya uvunjifu wa amani vilivyofanywa na baadhi ya vijana kipindi cha uchaguzi, ameelekeza huduma zote kurejea, ikiwemo vivuko vya kuelekea Kigamboni, malori ya kuleta bidhaa na kusafirisha bidhaa, hususan nishati ya mafuta kwenda mikoani kwa utaratibu maalum pia ameelekeza huduma za daladala bajaji, pamoja na bodaboda kuendelea, huku pia akikemea upandishaji wa bei za bidhaa kiholela, na kwamba serikali haitosita kuchukua hatua kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na Amiri jeshi mkuu. Natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo, na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye itabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za EURA. Aidha, Chalamila amezungumzia usafiri wa mwendokasi ambao miundombinu yake imeharibika na matukio ya uhalifu wakati wa uchaguzi, ambapo amesema usafiri huo kwa njia ya kuelekea Kimara na Mbagala umesitishwa kwa muda wakati serikali ikifanya tathmini ya uharibifu huo pamoja na marekebisho ya miundombinu. Chalamila ameelekeza mamlaka ya usimamizi wa usafiri nchi kavu LATRA itoe vibali vya muda kwa daladala za kawaida kutoa huduma za usafiri, hasa kwa abiria wanaotokea Mbezi na Kimara kuelekea katikati ya jiji, na ameweka msisitizo kwa daladala, bajaji na bodaboda kutotumia njia za mwendokasi, huku akiagiza kuwepo kwa kikao cha eura na wadau wa mafuta, na pia ameagiza huduma za shule na afya kurejea kwa ubora katika mkoa wa Dar es Salaam. Tuna mabasi yaendayo kwa kasi tuna dati na tuna udati. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1 na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagara, yani BRT Two. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa maana hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA, ama ma, ra, e, mtendaji mkuu wa LATRA, kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Wizara ya Mali Asili na Utalii imetangaza rasmi kuendelea kama kawaida kwa sekta ya utalii kutokana na kurejea kwa hali ya amani na utulivu baada ya kudhibitiwa kwa vurugu zilizotokea kati ya Oktoba 29 na Novemba 1, 2025. taarifa zaidi na Recho Chacha. Katika taarifa rasmi ya ushauri kwa safiri, Travel Advisory iliyotolewa na kusainiwa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Mtengeji wa Hosea, wizara imehakikishia umma, wadau na wageni kuwa shughuli za utalii katika maeneo mbalimbali ya nchi zinaendelea bila vikwazo. Taarifa hiyo imesema wizara ya maliasili na utalii inaufahamisha umma wageni na wadau wa sekta ya utalii ndani na nje ya nchi kwamba hali ya amani na utulivu imerejea na shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi zinaendelea baada ya kudhibitiwa kwa vurugu zilizozuka kati ya tarehe 29 Oktoba hadi 1 Novemba 2025. Taarifa hiyo imefafanua kuwa Tanzania kama mwanachama wa shirika la utalii duniani, UN Tourism, inatekeleza kikamilifu majukumu yake ya kuhakikisha usalama wa wageni wote wa ndani na nje ya nchi. Kwa huduma za usafiri, vituo vyote vya kuingia na kutoka nchini ikiwemo usafiri wa anga, barabara, reli, meli, sanjari na usafiri wa umma vinaendelea kutoa huduma kwa utaratibu wa kawaida na kwa shughuli za utalii zote na huduma kwa wageni zinaendelea kutolewa katika maeneo yote nchini. Wizara imetoa wito kwa wasafiri na kuwahimiza kuendelea na mipango yao ya kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo Tanzania bila hofu yoyote. Aidha, wizara imesisitiza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwa nchi salama yenye utulivu na mazingira rafiki kwa shughuli zote, na kwamba serikali inachukua hatua zote za kiusalama kuhakikisha wageni wote wanabaki salama wakati wote wa safari zao. Ni kushukuru sana Arecho Chacha kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Ruvuma ambapo wananchi wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wameipongeza serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuimarika kwa hali ya usalama na kutekeleza kwa vitendo agizo la Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan la kuruhusu wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii zilizokuwa zimesitishwa kutokana na vurugu zilizojitokeza siku ya uchaguzi. Kutoka mkoa wa Ruvuma tuungane na Innocent Horomo. wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi wamesema vurugu hizo zilisababisha changamoto kubwa katika upatikanaji wa mahitaji ya kimsingi ya kijamii ikiwemo chakula, jambo ambalo liliathiri maisha ya wananchi wengi. Aidha wananchi ha omba serikali kuwafidia wale waliopoteza mali zao kutokana na vurugu hizo ili waweze kurejesha hali zao za kiuchumi na kijamiizazipata ni huduma za vyakula, kwamba mtu alikuwa alitaji apate, apate unga lakini lakinikuta maduka yamefungwa, takw apate mboga mabucha yamefungwa kwa ujumla, kwa huduma, kwa huduma ni huduma nyingi sana ilifika maala mpaka kwa jilani, kwa kiberiti wengine ajianikbeitiachagamotouwaauzoe bado tumeshazoea tukitoka ndio tuende kutafuta mkate wa kila siku. Sasa hii hadha iliyotokea, kwa kweli watu wengi walitaharuki sana. Serikali na yenyewe iangalie namna gani ya kuweza kuwapa pole na wenzetu ambao na wenyewe walipata misukosuko lakini yote kwa yote tushukuru serikali sasa kwa kuturudishia shughuli zetu, kwa sababu zimetuathiri kwa asilimia kubwa sana kiuchumi. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Songea, ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Songea Wirimani Kapenja Mandile, amethibitisha kurejea kwa hali ya usalama katika wilaya hiyo na kuhakikishia wananchi kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kwa amani. Aidha amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha na amani unadumu katika maeneo yote ya wilaya, ya wilaya Songea. Mpaka sasa hali ya usalama wilaya ya Songea ni shwari kabisa, mafuta yanauzwa kwenye vituo, biashara zinaendelea, mahindi ma, ma, tunaendelea kuuza NFRA lakini vile vile masoko yote kuanzia Bomba Mbili, Mji Mwema, Soko Kuu yote yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ni wasihi wananchi wa wilaya Songea wawe watulivu wamuunge mkono Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan na waiunge mkono serikali yao yote kwa pamoja, ili tuwe na ustawi kama nchi. Amani ndiyo msingi wa kila kitu. Ni kiripoti kutoka halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Horomo, tv habari Ruvuma. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo na tuelekee sasa mkoani Geita ambapo mbunge mteule wa jimbo la Geita mjini mhandisi Chacha Mwita Wambura amewatembelea wagonjwa na kuwapa pole na kutoa msaada kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya vilivyopo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Geita. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Akizungumza mara baada ya kutembelea wagonjwa pamoja na watumishi wa sekta ya afya, mhandisi Chacha amesema ziara hiyo imelenga kujionea hali halisi ya wagonjwa na mazingira ya utoaji wa huduma za afya ikiwa ni pamoja na kutambua changamoto zilizopo ili kuzipatia ufumbuzi. Niliona nitembelee hospitali na vituo vya afya vya hapa Geita mjini, ambao nimefanikiwa kwenda kwenye hospitali ya Sakamo, nimeenda hospitali ya, ya, ya mkoa ya Geita, lakini pia nimefanikiwa kufika hospitali ya Waja, na sasa hivi nikaenda hospitali ya Rufaa ya mkoa sasa hivi nipo kwenye kituo cha afya cha Kasama, ambapo niliona nitembelee wagonjwa pamoja na watumishi kwa ajili ya kuwatia moyo na nimefanikiwa kuwaona, nimezungumza nao, na katika ziara hii niliona kwamba nitembee kidogo na maji ya kunywa na vitu mbalimbali kwa ajili ya kusapoti wagonjwa na pia na watumishi kwa ajili ya kuwatia moyo. Kwa upande wao, wanufaika wa msaada huo wameelezea kufarijika na hatua hiyo, wakisema imedhihirisha moyo wa upendo na kujali wananchi aliyoonyesha kiongozi huyo kwa ajili ya kuweza kuleta misaada mbalimbali kiwemo juisi pamoja na maji na biskuti kwa ajili ya wagonjwa na watumishi ambao wako kazini. Kama kituo cha afya Kasama, tunasema asante kwa mheshimiwa mbunge kwa zawadi hizi ambazo zimetuletea jioni ya leo, na zitawafikia walengwa, na pia tunahamasisha wengine wote ambao wanaguswa waweze kuleta michango kama aliyoleta mheshimiwa mbunge. Namshukuru sana na yeye mbunge wetu Mungu ambariki sana na kazi yake iendelee kwa ajili kuja kutusalimia yeah. Na chochote kile ambacho tajaliwa kwao yeah. Kwa niaba ya mganga mkuu mfawidhi wa hospitali yeah. Tunakushukuru sana karibu sana. Kupitia ziara hiyo, Mhandisi Chacha Mwita ameonyesha dhamira ya dhati ya kuboresha sekta ya afya katika jimbo la Geita Mjini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya kuinua ustawi wa jamii na kuimarisha huduma ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, hii ni TVE Habari. Mimi ni Sofia Amani na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, na kisha tutaangazia habari za kimataifa. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Watu 66 wafariki dunia na mamia ya maelfu wakikimbia makazi yao kufuatia kimbunga kiitwacho Kalmaegi nchini